Naam, kama ambavyo tulikuwa pamoja nasi mlikuwa pamoja nasi na mkitufuatilia mbashara kupitia ibada hii nzuri kabisa, ibada ya mwisho wa mwezi, nikupongeze. Ninachoamini, nachoamini ya kwamba wewe uliyefuatilia ibada hii hautakuwa kama ulivyokuwa, bali unaenda kuwa mtu mwingine kabisa. Na nachotaka kusema kitu kimoja tu, mtumishi wa Mungu amesema kwa habari ya kurejeshewa furaha katika kitu kikubwa maishani mwako, ili uwe na amani, lazima uruhusu furaha ya Mungu iweze kurejea ndani yako, na ndipo hapo utakapopata ushindi. Na wengi katika siku ya leo, kama ulijiungamanisha ya kwamba umepokea ile furaha ya moyo, natarajia kupitia kupokea furaha hiyo utaenda kuwa mtu wa tofauti. Lakini kusi, kuna jambo zuri mbele yetu. Jambo hili ni la kusanyiko ambalo ni sehemu ya bonde la kukata maneno ni yani, kwa wakati mwingine ningeita kama ni hospitali ya rufaa. Yale yote ambayo huku yalikuwa yameshindikana, utakapofika pale, ina maana ndio umefika mahali pako pa kuweza kufanyiwa jambo lako. Baba yetu ameshajiandaa vizuri, watumishi wake, watumishi wa Mungu kutoka mbalimbali sehemu mbalimbali, wameshajiandaa kwao. Ni kusii tu usikose. Anza kuweka ma, ma, vitu vyako vyote vizuri. Chukua begi lako, anza kufua nguo zako, anza kupaki eh. Maana katika jambo lote imani ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo ni sikusii na kusii sana usikose. Maana kuna jambo jema limekusudiwa kwa ajili ya maisha yako. Mimi nitakuwepo, sijui wewe. Be best.